Hmm. Sina bwana, single mom, babangu alikufa. Unasema kwamba ume uko na tatu, hii tatu ilikuwa ni ya nini hasa? Hii tatu nilipiganga time ya nilipiga 2020 ilikuwa ni ya kusupport president. Yes, nilimpenda okay sana sababu maneno ya Ruto ilikuwa, alikuwa mzuri, ili ni bamba sana. Tatu iko wapi? Niko nayo kwa mgongo yangu. Iko hapo kwa nyuma ya mgongo. Eh, hadi inakuanga time, sometimes, mtoto wangu ananiuliza mam. mm. Mam, ile tatoo uliweka ya Ruto. Si ulisema Ruto atakuja kutusaidia mbona hajai tusaidia? Mwambie mm. Watu ni tusiambia so, ile uliweka tatoo ya Ruto umesaidika na nini? First of all, mimi hata time ya sasa nilipigwa sana na watu. Nilipigwa na watu kwa club. Niende mahali tu nimeenda hata maybe kutembea. Nijaribu, nitaje niko na tatoo ya Ruto, napigwa nishipigwa. Ndi nakumbuka na siku nilipigwa nikatolewa andi nje. Hata pale kwangu, hata mtaani, nakutananga na watu wengi sana nanitusi nawambia, so uko na hiyo tatoo bado? Sasingia nabi niwambie nilitoa. Mm. So naomba tu nisaidike, please. Hata naomba hii message ifikie Ruto. mm-hmm. Ruto manzi nisaidie hata Nili... Watu sa zingine unitusi